Tupo tayari kwa ajili ya kuikamilisha ndoto ya mshindi wetu wa Toyota IST kutoka kwenye draw ya Super Royal Sports. Kwa jina naitwa Fidelis Emmanuel Mwampyate, ila jina blandi kubwa Pyate Mwampyate. Ulijisikiaje ulivyopigiwa simu kwamba wewe ndiye mshindi wa gari hii kutoka PMbet? Nilikuwa ni mtu wa kuwatukana sana matape, lakini nashangaa ile siku ile nilikuwa mpole kwa kweli sikulala. Lakini sasa hapa tumeamini kusema wana kumbe ni kweli. Unajishughulisha na nini, bwana Pyate? Mimi shughuli zangu inza ni baharia e, baharia tu, ila nipo kaliako pale. Namshukuru na Mungu, kuna sehemu ambayo Mungu ameniweka na amenistiri, ndo ninapokula niko vizuri kwa kweli. Ligi pendwa ambazo huenda zimekupelekea wewe kuwa kwenye orodha ya washindi wetu wale wanaofanya vizuri mpaka kuja kwenye ushindi huu mkubwa ni ligi ya Uingereza. Una neno gani la kuambia ndugu washikaji? na washauri wa washikaji zangu, jamani, hawa ya sio matapeli hapa. Nimekubali ni live. Unaweza kuwa sehemu ya ushindi kupitia nyota 149 nyota 23 alama ya reli ama kupitia tovuti ya PMbet.co.tz ukajisajili kuhakikisha na wewe unakuwa sehemu ya draw nyingine zijazo na ushindi ukawa wa kwako.